kutenda kwa wakati mwafaka na maamuzi mwafaka eh, ilo anapenda mzee Bubele ulifahamu hiyo. Mungu ni mwenye haki, anatenda kwa wakati mwafaka na maamuzi yake pia ni mwafaka. Ah, mchungaji mmoja katika misiba mingi, kila msiba akihudhuria anasema, jamani wapendwa Mshukuruni Mungu, mshukuruni Mungu, maana huyu aliyelala, Mungu ameruhusu alale, huenda lingetokea kubwa zaidi au baya zaidi. Kwa hiyo, Mungu, kwa hiyo tumshukuru Mungu kwamba ameruhusu huyu mpendwa wetu alale. Eh, wanazengo semeni amina mm. Wanazengo wengine wanasema mm, ile nalo limekaaje? Akienda kwenye msiba mwingine tena Basa anasisizia jamani, wanazembo, watu wa Mwandoya, mshukuruni Mungu ameruhusu hili, huenda kuna lingine baya kubwa zaidi lingetokea. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwamba ameruhusu mpendo wake alale. Sasa watu wengine wanasema, ah, huyu mchungaji amezidi. Kila kona mshukuruni Mungu eti huyu ameruhusu, kuna lingine kubwa lingetokea. Kubwa gani? kubwa gani? Sasa wengine wakachukizwa na kauli yake, na kwa sababu alikuwa amenyooka, akaanza kuwashughulikia wazinzi, shughulikia wanaoiba, shughulikia karibia, shughulikia baadaye. Wakasema, sasa ngoja tumtende huyu mchungaji. Kwa hiyo wale wenye nia mbaya wakatengeneza sumu, wakafanya tafrija, alafu wakaiweka kwa mkakati kwamba kile chakula atakachogusa na ile chupa ya maji akinywa, yeye na familia yake na mke wake na wale watoto wake wanne aliokuwa nao wote wateketee. Huyu mtu anajidaidai kila wakati na nini, atafuatia fatilia. Alafu kwenye misiba anasema ameruhusu kwamba alale, huenda kuna makubwa na mabaya zaidi yangetokea. Sasa kisa kinasema. Siku ya tafrija, siku ya tafrija, wamekaa wamemaliza kuomba ile, wanataka kuanza kula kwenye ile tafrija, na wale waliokuwa wametengeneza sumu wako macho, wamekaa wanaangalia, wanaangalia kwamba uh, kwamba mkakati wetu utatekelezeka ama vipi? Ghafla mtu mmoja akaja kwa nyuma pale akamwambia, mchungaji samahani, samahani, mchungaji samahani, mchungaji tumepokea taarifa sasa hivi kwamba yule kijana wako Johnny amegongwa na gari kule stendi kule barabarani. Johnny amegongwa na gari. Sasa akasema amegongwa na gari. Basi inabidi sasa tuondoke tukahudumie hicho kilichotokea. Kwa hiyo sasa kaa jamani, jamani ya, samani samani sio tu tumepata dharura tumepata eh, kijana wetu ame, amepata ajali, amepata ajali na amefariki. Basi wakaondoka wakaacha maji wakaacha chakula kilichokuwa na sumu, wakaenda kumuhudumia kijana wao aliyekuwa amegongwa na gari. Wale vijana wale washiriki wale watu waliokuwa wamejipanga kwamba uh, Pasa anywe sumu na familia yake yote wateketee wapotee kabisa, potea kidaidai hapa natufuatilia fuatilia nini ah. Wakataharuki kwamba misheni yao ime- imeanguka, na hivyo baadaye, Pasa akawaambia wakati anaondoka akawaambia, jamani, ninamshukuru Mwenyezi Mungu ameruhusu kwamba kijana wetu Joni alale, maana huenda kungetokea makubwa zaidi au mabaya zaidi. Mungu ni mwema kwa wakati wake mwafaka na maamuzi yake mwafaka ameruhusu kijana wetu alale, na hivyo hatuna budi kuondoka sasa ili tuende tukamhudumie. Kwa hiyo wakaondoka, hawakunywa yale maji, hawakunywa kile, hawakula kile chakula. Yule mtu mmoja aliokoa familia ya watu wanne ambao walikuwa wanaenda kufa siku hiyo na wengine huenda msinielewe, lakini mimi nimepata uzoefu kidogo. Mungu anaweza akakuruhusu akaruhusu wewe mama ulale kabla hata ujazaa, ulale kabla ujazaa, maana akiruhusu uendelee kuishi alafu ukazaa mwishowe utatuletea jambazi ambalo litakuwa na athari kubwa kwa jamii. Kwa hiyo Mungu anaruhusu ufanyeje? al upumzike. mimi mimi nina kauzafu kengine mzee Bubere, niliwahi kuvamiwa na majambazi majambazi. Wakati naingia kwenye geti yangu, wale majambazi wakaja wakanishambulia wakanipiga masaa mawili. Sikuwa najua nini kinaendelea hapa duniani, nilikuwa nimekwisha kufa kwa masaa mawili nimekufa na nimejikuta niko hospitalini, ndio ninazinduka kidogo, macho yanafunguka. Aili ah, hapa niko wapi? Niko hospitali. Okay, nini kimetokea? Oh, nilipigwa pale eh. Wakati huo mke wangu anaomba, hey, Mungu huyu huyu baba huyu baba usimruhusu akalala. Watoto wanaomba, Mungu saidia baba o asilale eh. Lakini Mungu ni mwema, leo ninasimama mbele yenu Mungu aliruhusu. Sikilizeni waombolezaji, Mungu aliruhusu nipigwe nife kwa masaa mawili, wenda kungetokea balaa kubwa zaidi. Yani majambazi yangeingia ndani ya nyumba, wenda yangepiga yakakatakata mapanga mke wangu, kata mapanga binti yangu, kata mapanga kijana wangu na wengine, wenda wangefanya mambo mabaya zaidi, labda wange hata wangewaingilia, ingekuwa ni historia mbaya. Lakini Mungu akaruhusu kwamba Manyonyi apigwe, apigiwe hapa nje kabla hajaingia huko ndani. Mungu akaruhusu wakati wake muafaka na maamuzi muafaka. Ninachotaka kuambia ni, ni kwamba hata hili ambalo, uh, tumekutana hapa, tukio hili Mungu ameliruhusu kwa wakati muafaka na maamuzi muafaka sahihi kabisa. Mungu mwenyewe anajua ni kwa nini ameruhusu elevite alale sasa hivi. Mimi nilipokufa kwa masaa mawili baadaye, ndio nilitafakari hivi, kwa nini Mungu ameniacha? Inawezekana Mungu ameniacha kuna kadhabi fulani nilikuwa sijakaacha, labda kausengenyaji. Mungu akasema hako nikuachiachie ili uje ukaache. labda nilikuwa mwongo mwongo, labda nilikuwa mchoyo mchoyo. Mungu akasema ngoja nikupe muda zaidi ili uyatubie hayo, alafu hatimaye upate uzima wa milele lakini huenda huenda, ningekuwa nimekamilisha mambo yangu hapa duniani, huenda Mungu angeruhusu nikalala. Kwa hiyo inawezekana kabisa Mungu amemwona Elevaiti, binti wa watu yuko vizuri, yuko safi, akaruhusu alale. Wakati muafaka leo, kwa sababu ameona mambo yake yako sawasawa sawa. Kwa hiyo sina sababu ya kuendelea kuwa naye, nikiendelea kuwa naye huenda atakengeuka, lakini wakati huu yuko sawa, ngoja niruhusu alale. Kwa hiyo Mungu anatenda mambo yake muafaka na, waka, na kwa wakati muafaka hivyo. Sisi waombolezaji, nataka niwatie moyo. Sisi kazi yetu kama alivyosema ile mchungaji, shukuruni kwa kila jambo. Ikitokea jambo kama hili, ukitokea msiba kama huu, sisi hatuna budi kushukuru. Kuna kisa fulani ambacho kinaelezwa e, nataka nimalizie hiki alafu niwasomee mafungu machache kutoka katika Biblia. Anasema mfalme mmoja alienda msituni na mtumishi wake kwenda kuinda, na alipofika kule wakakutana na simba. Kwa hiyo yule mfalme akapambana na yule simba, akapambana naye, akapambana naye, akamweza, lakini yule simba akamrarua, akang'ata kidole gumba cha yule mfalme, akaking'ata ng'a. Na hivyo yule mfalme akapona, lakini kidole kimeng'atwa na simba, hana kidole. Waliporudi, yule mtumishi akamwambia maneno kama haya ninayosema mchana wa leo, akamwambia mfalme, Mungu ni mwenye haki, anatenda mambo yake kwa mwafaka kwa wakati mwafaka, na maamuzi yake ni murwa, ni sahihi kabisa, ni mwafaka. Yule mfalme aliporudi akachukia, akamwambia, wewe unaniletea una Uh, unanichoka, una unanileta utani, unaleta utani wakati nimeumia. Kwa hiyo akamweka akamweka yule mtumwa gerezani, anasema huyo afungwe. Yani, kila wakati ananiambia mambo ya Mungu, anatenda haki Mungu anatenda haki. Mungu anatendaje haki, anatenda haki wakati nimekatwa kidole, sina kidole gumba, alafu unaniambia Mungu atende haki? Weka ndani! Kwa hiyo wakamweka ndani yule mtumishi. Sasa baada ya siku chache, yule mfalme akarudi tena kule mwituni kama kawaida yake, kuvinjari kidogo kuinda winda na nini. Wakati anaendelea na shughuli yake ya kuinda winda na vile, akakutana na yale manyang'au, wale watu wanaokula watu, the carnivores. Wakamkamata, walivyomkamata wakampeleka kijijini, wakasema, tumepata tumepata, sacrifice. tumepata uh, hii wanaita nini, ya kutoa kafara. Tumepata, tumepata mnyama wa kutoa kafara. Lakini yule kiongozi akawaambia, hebu mumkague vizuri kama yuko sawa, maana hatutaki kutoa kafara ya kitu ambacho kina dosari. Unajua hata Mwenyezi Mungu tuna- tunaambiwa tumtolee sadaka ambayo haina haina kilema. Kwa hiyo wale watu nao walikuwa wanafuata ma, maelekezo haya haya yule mtu akamwambia, mkagueni vizuri. Kwa hiyo wakamkagua, walipomkagua wakakuta hana kidole kimoja, wakamwachia, wakamwambia hatuwezi kutoa kafara ya mtu ambaye ana dosari. Kwa hiyo wakamwachia, walipomwachia akarudi, akakutana na yule mtumwa, akamwambia, mtumwa, bwana, nilikuwa kule nimekutana na yale manyang'au yanakula watu na hivi. Yule mtumwa akamwambia Bwana ni mwenye haki, Mungu ni mwenye haki, anatenda mambo yake kwa wakati muafaka, na maamuzi yake ni sahihi, ni maamuzi mwafaka. Yule mfalme akamwambia, sasa kama maamuzi ya Mungu ni mwafaka, ni sahihi, sawa, ameniokoa mimi, sijatolewa sija kafara kule kwa ele manyangao, lakini kwa nini Mungu aliruhusu wewe ni kuweke ndani ni kuweke jela, kwa nini akaruhusu hivi? Hapo Mungu ana haki gani hivi? Yule mtumwa akamwambia, sikiliza mfalme, yaani kama hujamjua huyu Mungu utapata shida sana. Mungu ni mwenye haki na akili zake hazichunguziki. Sasa ngoja nikwambie, Mungu aliruhusu uniweke jela maana Ulipoenda kule mwituni, kwa hakika tungeongozana, tungeenda wote, nikusindikize, lakini Mungu akaruhusu uniweke jela, uende peke yako. Na ndiyo maana wale watu walipokukagua wakakuta huna kidole. Tungeenda wote mimi na wewe wote wawili, mimi ningetolewa kafara, kwa hivyo leo nisingekuwa hapa. Ndiyo mfalme akasema, sasa, sasa nimemwelewa huyu Mungu nataka niwaambie waombolezaji, huyu Mungu, wakati mwingine tunaweza kuwa na maswali mengi, lakini letu ambalo nataka niwaambie mchana wa leo, likikutokea jambo, wewe mshukuru Mungu, mwambie Mungu, asante, umeruhusu kwa wakati wake, wakati muafaka, na maamuzi yako ni sahihi. Nipatie ujasiri wa kukuendelea kupenda. Hilo tu, usiendelee kulalamika na usitafute mchawi. Kwenye kila misiba ambayo nimetembelea tembelea, huwa wanasema kila msiba, mtu akifa, lazima kuna mkono wa mtu. Huwa mkono wa mtu labda ni shetani. E, kama mnakumbuka kisa cha Ayubu cha Ayubu, labda shetani lakini watu wengine, yani, utapata shida ukianza kufikiria, labda ni fulani alikuja hapa, si akafanya hivi. Nataka niwaambie, wanafamilia, acheni kufikiria vitu vingine, mtegemeeni Mungu, mwangalieni Mungu, mwambie Mungu, umekubali elevate alale, sisi tunakushukuru, tutaendelea kukupenda, tupatie ujasiri na tunawaombea mwenyezi Mungu aendelee kuwapatia ujasiri, aendelee kuwafariji aendelee kuwapatia matumaini kwamba siku moja atakuja kama alivyoahidi katika kitabu cha Yohana sura ya kumi na ya kumi na tano, anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminii na mimi. Yesu anasema, nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, ama sivyo, ningaliwaambia? maana naenda kuandalia makao basi mimi nikienda kuandalia makao, nitakuja tena niwakaribisheni kwangu, ili nilipo nanyi mfanyeje, nanyi mwepo. Na hiyo ndiyo tumaini letu. Ukisoma Ufunuo sura ishirini na moja fungu la nie, mtasoma kwa wakati wenu, anasema yale makao ambayo amekwenda kutuandalia Hakutakuwa na mauti tena, hakutakuwa na vilio, hakutakuwa na maombolezo, hakutakuwa na maumivu. Siumwa mgongo, macho yamekaaje, kichwa kinauma, miguu haitembei, hayo yote hayatakuwepo katika mbingu mpya na nchi mpya ambazo Kristo amekwenda kutuandalia kwayo. Nataka niwatie moyo sisi, letu Mwenyezi Mungu atusaidie kujua na kuzihesabu siku za maisha yetu maana yake ni kwamba tuyafanye yaliyo mapenzi ya Mungu, yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia tuyafanye. Wananchi na waombolezaji, ndugu zangu, marafiki, tuyafanye. Na kama kuna mtu ambaye haamini kwamba kuna Mungu, ni bora uamini kwamba kuna Mungu. Mzungu mmoja anasema, it is better you believe that there is God so that at the the end of the day you will find him. Yaani, ni bora uamini kwamba Mungu yupo, alafu siku ya mwisho umkute yupo. Lakini ukiamini kwamba hayupo, alafu siku ya mwisho huyu hapa, utajiarishia. Kwa hiyo kama kuna mtu haamini kwamba there is God, kuna Mungu, nataka nitoe wito, aminini kwamba Mungu yupo na alimtuma Yesu, amerudi kwenda kuandaa makao, na tukiyafanya hiyo mapenzi yake, tukiendelea kumwamini, tukiendelea kumtumaini, tukiendelea kumshikilia, siku moja atakuja kama anavyosema kwenye kitabu cha Wakorinto ya kwanza. Nadhani ni vizuri nikasoma hii pia, naomba nisome tu mara moja hapa nimalize. Wakorinto sura ya kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na tano nitasoma kuanzia fungu la hamsini na moja Tasoma tu, huenda nisiwe na maelezo zaidi. Anasema Biblia, anasema angalieni, nawaambia ninyi siri. Nataka niwaambie siri wapu, wa waombolezaji, kama mlikuwa mwijui hiyo siri, ninawaambia leo tunapomsindikiza binti yetu Elifite, nawaambieni siri hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua. Yaani just imagine unavokodoa jicho lako hivi, unapiga kope hivi, yaani ukipiga tu kope umefumbua hivi, tayari watu walikwisha badilika. Hatuna mili hii ya kufa, tumekwisha badilika. Mungu amekwisha tubadilisha, tuna mili mingine ya kutokufa. hatutalala sote anamalizia hapa, anasema kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, Elevate atafufuliwa, parapanda itakapolia siku ile ya mwisho na Elevate, na wengine wote waliolala katika Bwana. Unajua, kuna watu wanalala katika Bwana alafu kuna watu wanalala kipumbavu. Na Mungu anasema ni, anasikitika kwa maiti ya mpumbavu, lakini maiti ya mcha Mungu anasema ina thamani. Kwa hiyo Kristo anaporudi, parapanda ikipigwa, aliyeko Marekani, aliyelala katika Bwana, aliyeko Musoma katika Bwana, aliyeko Bukoba katika Bwana, Biblia inasema wote wote tutabadilishwa, tutabadilishwa wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Eleva leo analala na mwili huu wa kuharibika, huu mwili wa magonjwa, huu mwili unachakaa, huu mwili si uko namna gani? Lakini Kristo anaporudi, eleva mwingine kabisa, ana mwili safi unaong'aa, mwili usio na magonjwa, mwili yani mwili tofauti. Mwenyezi Mungu mwenyewe ane. hata kama umeliwa na simba Mungu mwenyewe anajua namna ya kuleta nyama ile, toa kule umeliwa na nyangumi, vile vinyamanyama, atajua namna ya kujiangusha, kufumba na kufumbua. Kama nyama hiyo iko India Ocean, iko Pacific, vitaunganishwa. Imeenda chooni, imeenda wapi, vitaletwa, vitaletwa, vitaunganishwa. Halafu tutanyakuliwa, tutanyakuliwa wote, tutanyakuliwa wote. Ah, ni raha iliyoje! anamalizia hapa, anasema: maana sharti huu haribikao uvae kutokuharibika nao huu wa kufa utavaa kutokufa. Elevaiti akiamka hakuna kufa tena. Basi huu haribikao utakapovaa kutokuharibika na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, maiti imemezwa kwa kushinda. Alafu tutabaki kuing'ong'a maiti, anasema ku wapi ewe maiti? Na mimi nitakuwa mmoja wapo, uenda nitakuwa nalisema, ni maiti hilo yani, ni maiti hilo hilo uniwezi, ni maiti hilo yani, tutakuwa tunaling'ong'a, tunalishambulia, tunalikebei, ni maiti, ni maiti. Jamani, hayo sio maneno yangu hayo. <laughs> Biblia ndio ndiyo imesema, anasema ku wapi ewe mauti, kushinda kwako uwapi? Ewe mauti uchungu wako uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu za dhambi ni torati. Haya mafungu machache yatutie moyo wa ombolezaji, kama alivyoambiwa Hezekia, tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa. Na sote tutakufa, lakini wapo wengine, Yesu kama atawahi kurudi atatukuta hai. Lakini miaka mia moja akichelewa kuja huenda wote hapa tutakuwa tumeteketea na mavumbi na baada ya ile maiti, kuna mwingine tena atafuata, sijui ni mimi au ni wewe tutakuja kuomboleza e, lakini Yesu atakuja, atatufufua na kutupeleka katika makao ya milele. Kwa hiyo kabla hujafa tengeneza mambo ya nyumba yako. Kama unaendelea kuvuta kaukoro, unaendelea kunywa vipombe, acha pombe, tengeneza mambo ya nyumba yako kama unaendelea na kaumbea umbea, hata umbea, umbea kama unaendelea na na, na, na nyumba ndogo, eh, na na na huyu anamuhitaje eh, eh, kanyumba kadogo, au na una lugha wanaitumia Waswahili hapa inaifaje ile eh, ukiwa na kimada kuna lugha fulani wanaitumia E, unachepuka e, mchepuko kama, <laughs> e, una mchepuko, achana na mchepuko, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana kifo kinakuja. Kifo kitakapokufika ikufike, ukiwa katika hali njema, ulale katika Bwana. Tutende mapenzi ya Mungu, na Yesu atakapokuja atuchukue katika makao ya milele ambayo amekwenda kutuandalia. Kwa hiyo Mzee Bubere tunaendelea kuombea, Bwana endelee kuwafariji na mama pamoja na vijana, Bwana aendelee kuwashikilia. Mwenyezi Mungu anasema yeye ndiye baba wa wajane, yeye ndiye baba wa yatima. Mungu ataendelea kuwafariji mzee Bubere pamoja na familia kwa sababu ameahidi, na hivyo tuna imani kwamba hatawaacha na neema yake itazidi kuwa pamoja naye, wanaosema Mwenyezi Mungu nami anisaidie, siku ile parapanda itakapolia nami ninyakuliwe tuelekee kule juu mbinguni ambako Yesu amekwenda kutuandalia makao. Bwana endelee kuwabariki sana utakapokuja mara ya pili tufae kwa ajili ya uzima wa milele na katika msiba huu tumekubali ya kwamba wakati uliopita tumekukosea, tumetenda dhambi. Tunaomba utusamehe, sasa utufanye kuwa watoto wako wa kike na wa kiume. Na katika tukio hili tunapokuwa tukiendelea katika hatua zinazoendelea, tunaomba Mungu wetu uendelee kukubali kuongoza huduma hizi zifanyike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mbariki aliyetuhudumia na utubariki sote na kila mmoja kwa namna yake, hata mara baada ya hapa, ukaendelea kuyatunza maisha yetu katika nyumba hii.